Nafikiri shaye kuongelea kwa swala la ofisi kwenye mtango wa sile ofisi. Swala la ofisi ni changamoto. Na ofisi chumba kimoja. Lakini kuna amali zingine za serikali zinakaa mitaani ambazo sio taratibu kisheria. Kwa hiyo nilikuwa naomba eneo lile la stendi ya Marodi, kimegwe kipande kwa ajili ya kujenga ofisi. Kama haiwezekani, basi eneo la open space, kama inawezekana. Lakini tunaomba mkurugenzi, naomba kwa kwa mkurugenzi kwamba kiwezekana hata kama ile eneo la stage ya maloli au pale open space ipatikane eneo la kujenga ofisi ili tuweze kujenga ofisi, kwa sababu nafasi haitoshi na chumba kimoja, kuna mali nyingi za serikali zinakaa mitaani ambazo sio utaratibu wa serikali. Asante. Yes, tume- nimepita mimi diwani na kamati ya ufundi kwenye mitaa yote, tumekubaliana, kata ya Njombe ni lazima tuwe na ofisi za kisasa. Kila ofisi imekubaliana iwe na TV, iwe na makochi iwe na vitu vya like kisasa yani, iwe ni ofisi kamili. Na nashukuru sana mtaa wa Posta tayari wako hatua ya mbele zaidi, pengine na National Housing leo washamaliza kimsha, mali za tingi Posta alikuwa hajapiga nani ile lipa sio mshalipia na sio. Kwa hiyo tumekubaliana kila ofisi na, na tv itakuwa na ta kompyuta itakuwa na mifumo yote ya kiofisi, kwa sababu kila kitu nakuwa, kwa hiyo sio sawa kuwa na chumba kimoja hapa mjini nataka kuwa na ofisi. Nimemwambia rafiki yangu huyu wa Nuhu wa hapa Kuiva, hawana ofisi nao hivyo hivyo, kachoba kamoja yani hata hapa kutema mate hapa. Kwa hiyo tumekubaliana kama mkakati wa 25 kufikia 30, mitaa yote iwe na ofisi ambayo mtu mteja akija Njombe ofisini anakuta na ofisi yenye kochi zuri yenye mfumo mzuri yenye filing system mzuri kila kitu yani, sio mitasa inaandikwa kwa mkono. Jamani, andiko mengine yasomeki mpaka kutumia miwani, kwa hiyo inasoma. Kwa hiyo kompyuta iwepo, hiyo tumekubaliana kitu tulipita, sio jamani, ndio tulipita, tumekubaliana na wenzetu hawa. Kwa mfano nyinyi watu wa kivaa tayari na mambo umeanza kuweka, ongezeni bidii Kwa maana kuchangia hela? Kwa maana kuchangia hela? Kwa maana kuchangia hela? Kwa maana kuchangia hela? Kwa maana kuchangia hela? Mwasaidie kwa mzito wali nao ila kukomaa ni kukomaa tu sema. Komaeni kujenga ni jamani. Nani, kama, koma, e, nigo, kama, yori, koma, na nyinyi kama kamati ya mtaa. Komaeni hivyo hivyo kama leo iko kama FM. Komaeni wakati kule halmashauri hauna hela. Yana sema kana mtu. Kule halmashauri yani bila hela. Sasa mimi niombe. Tukishaweka taarifa mwe makablasha tusaidiane. Tusimame wote tutembee. Ginja ginja mpaka ofisi yoyote inayohusika. Tutafanikiwa. Tukikata tuweke huu ndani mwenyekiti atufanye kazi. Mfano ujenzi wa ofisi ya Kambarage. Na ni FM. Hii mm, sio shida tena. Tayari budget imesha ingia mia na arobaini. Mtendaji akikisha linatoka mnamalizia ofisi. Unadhani unafahamu kabisa. Nini kilifanyika kuhusu ofisi yako ya mtaa? Na nation house mtendaji wa mtaa tunaomba. Speak kesho Ijumaa Kuu baada ya Pasaka andika barua kwa mkurugenzi.

t mwenyekiti alikuwa anapiga kelele sana, ananiambia tunafuatilia. Mpaka ile ofisi imefika pale. Haya, posta, ulinipa taarifa, wameletewa tu milioni ngapi? Ile ofisi yao inafanya nini? Inakamilika vizuri. Kwa hiyo kwenye habari ya maendeleo, wajumbe, naomba no, wa niwaombe kwamba haya tunayo yajadili hapa yasiishie hapa. mwenyekiti katika muda wako ule wote, unajitolea kidogo, unafuatilia. Nuhu mkurugenzi hajui kama umeweka pale mawe kwenye kiwanja, nyanyuka na mtendaji wako msalimie mkurugenzi ofisini. Mkurugenzi mimi niko mjini, ikulu ndogo pale, sina ofisi. Swala la ofisi za mitaa, changamoto iliyopo kubwa ni maeneo. Kwa hapa mjini, hapa mjini kila eneo limekabwa kwa hiyo mikakati iliyopo moja ni kutoa fidia kwa, kwa watu labda wana maeneo tunawanunulia, tunajenga ofisi. Mikakati ya pili ni mitaa yenyewe kujisimamia, lakini mkurugenzi tukimpelekea ombi anatuomba, anatusaidia. Mkurugenzi wetu ni msikivu na anaweza akatusaidia, ofisi kajengwa. Kwa ndio maana kwa mfano uh, Igereke wamenunua wame, wamepata ofisi wamenunua eneo posta, uh, posta uh, nani buguruni hapa wamepata eneo na wenyewe kwa mchakato wa kununua kwa hiyo hapo sisi kama KAMAKA ambayo tumekaa leo tunaandika miutasari, tunaomba kwa mkurugenzi fedha, mkurugenzi anatupa hela, shughuli zinaendelea. Kwa hiyo na uhakika ofisi zitapatikana kutokana mikakati hii tuliyoiweka, tukishirikiana uongozi wa halmashauri ya mji, serikali za mitaa na wadau wengine wa shughuli za maendeleo. Asante sana. Napenda kuchukua nafasi kuwashukuru wananchi wa kata ya Njombe mjini, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe, kwamba katika swala zima la usafi wa mazingira kata ya Njombe mjini kwa mtaa unaitwa Sido umeibuka kidedea kitaifa ukaa ukapata ushindi kitaifa kwa habari ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo hii sisi natutia moyo kuendelea kukaza na kufanya kazi kwa bidii, tunaamini tunaendelea kumaintain hii hali ya usafi wa mazingira na mitaa mingine yote tisa, siku moja tukiibuka yote tunakuwa washindi kitaifa. Lakini swala jingine swala la lishe, tumekuwa na kampeni ya lishe hapa mjini tunagoa mayai kwa watoto wadogo wa na akina mama wajawazito na yenyewe imekwenda vizuri. Kwa hiyo taarifa zote hizi leo tulikuwa tunazijadili hili swala la, la ushindi kwanza, wanaoshindanisha wanatoka TAMISEMI, kwa hiyo wanaweza wakaja kwa taarifa au wasije kwa taarifa. Kwa hiyo mitaa ambayo inakuwa imechaguliwa lazima mtendaji wa mtaa, mwenyekiti na zile kamati za afya za usafi wa mazingira, kila mtaa hapa ndio memjini tunazo. Kwa hiyo wanaingia wanatengeneza mikakati wanahakikisha mtaa unakuwa msafi, kwa hiyo wale wa, wa, wa, viongozi wanaotoka TAMISEMI wakishafika wanakagua mtaa mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo siri ya mafanikio ni kwamba kwanza, uongozi shirikishi; mbili, kamati za afya na mazingira ambazo tumeziunda kila mtaa ndio zinazofanya kazi; lakini tatu ni faini. Mwananchi akipigwa faini inayojulikana kwa ni faini, anapewa risiti ya mashine, anakuwa ametendewa haki, anajua kweli hapa nimekosa. kwa hiyo, baada ya pili hata rudia. Kwa hiyo wananchi wamekuwa waelewa na kwa sababu wananchi hawaonewi wanatendewa haki na wanajua swala la usafi ni tabia ya mtu. Kwa hiyo ni lazima watu tufanye usafi. Kwa hiyo siri ya ushindi uongozi shirikishi na hizi kamati ndogo ndogo tunazoziunda za afya na mazingira kwenye mitaa ndio zinazofanya tushinde.